Ukiona mshiriki mambo ya kidunia yana nguvu kuliko mambo ya mbinguni ama ya kibi, mtu huyo hamjui Mungu. Siku moja nilikuja hapa nikawaambia mambo fulani fulani, nikazungumza naye, ilikuwa ni jioni, mambo tu fulani fulani, tukazungumza hapa nikawaambia ya kwamba kanisa linalo mjua Mungu halitaambiwa muje kwenye maombi, halitaambiwa mnakumbushwa kurudisha zaka na sadaka, mnakumbushwa kuja ibada za ufunguzi wa Sabato, mnakumbushwa kusoma Biblia, mnakumbushwa kufanya ibada majumbani. Kanisa ambalo linajitambua ama washiriki ambao wanajitambua, wanajua kwamba hayo mambo ambayo ndiyo matangazo hayo, yanatakiwa yafanye kama wajibu wa mshiriki anayevujiana Mungu, na ndio maana